Familia hizo ni zile zenye watoto wanaonufaika kupitia mradi wa malezi na makuzi ya mtoto na kijana chini ya kanisa la TAG unaofadhiliwa na shirika la Compassion Tanzania. Kupitia risala kwa mgeni rasmi iliyosomwa na Pita Msigwa, ameeleza kuwa moja ya mafanikio waliopata kama kituo cha watoto TAG Tandala ni pamoja na wazazi na watoto hao kupata fedha za kuwezeshwa kuanzisha miradi ya ujasiriamali mali, amefanikiwa watoto takribani 200 katika huduma ya mtoto na kijana hapa kanisani tumefanikiwa kupata afua ya ununuzi wa vifaa vya michezo kiasi ki cha shilingi milioni la la la nne laki moja na themanini elfu mia mbili hamsini na nne, ili watoto wote waweze kuwa na afya njema. Ndugu zangu, lazima sisi tuwe mabalozi wasumu na sasa wenye watoto wako kuwashawishi na wazazi wengine kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya mradi huu, ili mtoto apate malezi yaliyo bora, apate elimu iliyo sahihi, na mwisho wa siku tumuone mtoto akienda na kukua. Nimeona kwenye zama baadhi ya wazazi ambao mmeleta watoto kwenye huu mpango, mnapewa fedha ya mitaji, na hiyo fedha itaanza mwezi wa kwanza mwakani ambapo limeona hapo ni kama milioni kumi na sita. Sijajua watagawanya kwa kiasi gani, lakini wakagawanya, nahisi kulingana na mahitaji ya mtu mmoja mmoja na uwezo wake wa kuweza wakuweza kuimudu hiyo fedha atakayopewa wazazi. Huo mtaji unaopewa ni mtaji unaokusaidia wewe kuweza kumlea mtoto wako, lakini na kumwangalia maisha ya baadaye hatukumbi mtaji hiliyoyote akukaota tunakupa mtaji ili uhakikishe kwamba kesho ya mtoto wako inakuwa bora, kwa sababu kuna elimu nzuri anayopewa hapa. Hiyo elimu sasa baadaye atakuja kukuambia mzazi, na sasa kama wewe kuitezea, hilo litakuwa jambo lingine, sivyo jamani? Na sapoti hiyo ni kwa ajili ya wazazi wanaishi na maambukizi kwao, tukaja na mwaka huu na utaratibu kwamba tuwawezeshe mitaji ili ziweze kuwasaidia. Tunamshukuru Mungu tumepokea hicho kiasi cha milioni kumi na sita ili kuwasaidia wazazi waishio na maambukizi ili kuweze kuwasaidia, lakini pia tumepokea milioni nne ili kupata fedha kwa ajili ya vifaa changamshi watoto, tuwatengenezea mazingira mazuri ili waweze kuchangamka kwao. Tunatarajia kuwa na bembea nzuri lakini pia kuandaa na darasa zuri la vifaa changamshi ili kuwasaidia watoto kuwachangamsha kiakili, kwa sababu tunatamani watoto wetu kwamba wawe vizuri mentally. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna haja ya kuwa na madarasa mazuri au vifaa vitakavyowasaidia kuweza kujikwamua kimaisha. Ujumbe wangu kwa wazazi wawe na imani na sisi, wawe na huduma tunayoitoa. Huduma tunayoitoa ni njema sana, na ndio maana mpaka leo wananufaika, watoto wananufaika. Mfano, kwa siku ya leo tunagawa begi za shule kwa watoto wote. Tunagawa traki kulingana na shule, tunagawa na nguo za Christmas, tunagawa daftari, kalamu, penseli, mifutio, vyote tunagawa. Kwa wananufaika na watoto wetu wanakaa ndani ya mradi kwa miaka 22. Kwa wananufaika kwa si, kwa hiyo ninawasa, ninawasa wazazi waondokane na ile mtazamo kusema kwamba ni Freemason watu wapotosha watoto wao au kwa watoto wao kwenye dunia zao, hapana. Lengo letu ni kuondokana na maskini, ndio kauli mbiu yetu nasema kwamba kumkomboa mtoto kutoka katika umaskini kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ninaosa wazazi kwamba wawe na imani na sisi tunatoa huduma njema na bora kwa ajili ya watoto wao siku ya leo na kesho yao.